Karibu tena. Watalii 15 kutoka taifa la Australia walikuwa miongoni mwa waendeshaji baiskeli na wakwea milima 76 walioshiriki mkondo wa pili wa Magical Kenya Trail Series Magharibi Trails, ulioandaliwa katika kaunti tano za eneo la magharibi. Bodi ya utalii nchini KTB, iliandaa mashindano ama iliandaa shindano hilo kwa lengo la kukuza utalii kupitia kwa michezo, hususan waendeshaji wa baiskeli. Steve Shitera alifuatilia safari hiyo, na hii hapa taarifa yake. Serikali inazidisha juhudi za kupanua soko la utalii nchini, michezo ikitumika kusukuma gurudumu la ajenda hii ya kutangaza vivutio vya utalii humu nchini. Katika mkondo wa pili wa Magical Kenya Trail Series yeah, waendesha baisikeli walipiga safari ya kilomita 91 huku wakwea vilima wakikamilisha matembezi ya kilomita 40 kupitia msitu wa Kakamega na mbuga ya wanyama pori ya Ruma katika kaunti ya Homa Bay. And it has been a very good experience. I've walked through the forest. I've seen a lot of beautiful sceneries. With the new products that the market is calling for, adventure is taking shape globally and Kenya is taking a lead in showcasing that indeed we are an adventure destination. Mandhari ya kuvutia msitu wa Kakamega yakiwafurahisha walioshiriki huku wakishuhudia wanyama wa kipekee kama vile tumbili wa red tail na black and white colobus, pamoja na aina mbalimbali ya mbali ya vipepeo wa kuvutia ambao hupatikana sehemu hii pekee. Tuko na mandeke kwa ulimwengu mzima zinapatikana within Kakamega forest peke yake like African, African Safari hii ilileta mshikamano kati ya watalii na wakazi wa eneo hili ambao walivutiwa na uwepo wa wageni kutoka msitu wa Kakamega. Safari iliendelea hadi ziwa Victoria, ambapo washiriki walivuka kutoka Luanda Kotieno kaunti ya Siaya hadi Mbita kaunti ya Homa Bay kwa kutumia kivuko, yani feri, hii ikiwa ni fursa ya kipekee ya kutalii kwa njia tofauti katika mbuga ya Ruma Watalii kutoka Australia walipata fursa ya kuendesha baiskeli miongoni mwa wanyama pori, hali iliyoibua msisimko na mshangao. Oh, it's great. It's lovely. We just, we're riding with the giraffes. Never done it in my life and it's absolutely amazing. Seeing this beautiful country. <laughs>

It's a big story for us that uh, away from the wildlife that is known to the national parks there are other activities like now the cycling and the, and the, and the hiking and I think it it complements what we are showcasing iwe wewe ni Mkenya iwe wewe <tosanye> unatoka ugaibuni karibuni sote so that we can now uh, strengthen our tourism, especially the Western tourism circuit. thank you so much KTB for this this particular initiative and and and I hope this partnership between Ramogi FM, Ramogi FM, TV and Royal Media Services and KTB will continue. Makala ya tatu ya msururu huu yanatarajiwa kuandaliwa mwezi Juni katika eneo la Kati ndani ya msitu wa Abadea. Sekta utalii imesalia kuwa muhimili katika kukuza uchumi wa taifa huku KTB ikipania kuongeza idadi ya watalii kufika milioni tano ifikapo mwaka 2027. Steve Shitera, Runinga ya Citizen kutoka mbuga ya wanyamapori ya Ruma kaunti ya